Tuelekee kaunti nambari saba ambapo wahudumu wa bodaboda Boda huko Garissa wametakiwa kuwa waangalifu wakati huu siasa zinapoanza kuchacha. Mwenyekiti wa kamati ya uhasibu katika bunge la Garissa Hajir Dahie amesema wanabodaboda hawa wanafaa kukoma kujihusisha na visa vya uhalifu na kuwa na stakabadhi muhimu za kazi yao. Na watu wa bodaboda Boda ni wa wangekuwa wakola, hawangeweza kubeba mtu saa saba ya usiku na wamfikishe kwa nyumba na wahakikisha ameingia kwa geti ndani. Hao vijana kwa sababu ya hiyo waaminifu, wamefanya kazi nzuri, lakini kuna wale wachache ambaye hawataki kufanya kazi, wamefanya kazi ya bodaboda iwe kuonekana picha mbaya, kwa sababu wana wanatuumisa, wanaumisa vijana wetu, wanawadunga visu. Vile nitafanya nitakuwa na well trained officers ambao watakuwa wanachunga traffic ambao watakuwa kwa ground every now and then watakuwa wanasaidiana na, na, na, na boda boda ili waendeshe magari zao vizuri. Kaunti nambari